Wa zamani wa Mamelodi wa ma Lolan Mukwena kujiunga na Simba Sport Club ambapo imeelezwa kuwa kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns ambaye kwa sasa ni kocha wa MC Alger Lolan Mkwena anahusishwa kujiunga na vigogo wa Tanzania Simba Sport Club. Tayari Simba wamefanya mazungumzo ya awali na kocha Mkwena ambapo Simba imeahidi kumlipa mshahara ambao unakadiriwa kuwa na zaidi ya milioni 195 kwa mwezi taarifa mbalimbali kutoka Afrika Kusini zinaelezwa kwa kwamba Mkwena kwa sasa ana mahusiano mazuri na viongozi wa MC Alger kutokana na mwendelezo eh, mbaya wa matokeo ya mechi za hivi karibuni. Haya yote yanatokea baada ya, ya aliyekuwa kocha wa Simba kuondoka bila kuacha mbadala wake, yani Fadlu Davis kuondoka na kutimkia kuna kwa timu ya Raja Casablanca. Hivyo mabosi wa Simba wameangalia namna gani anaweza kupata kocha mwingine ambaye ataweza kukinoa kikosi hicho, na katika pendekezo ambalo mabosi wameona ni kwamba waweze kumchukua huyu, Roland Mkwena, ambaye yeye alishawahi kuwa kocha wa mafanikio kabisa wa klabu ya Mamelodi Sundowns ambapo ameweza kuifikisha klabu namba mbili hiyo kwa bara la Afrika kwenye mafanikio makubwa zaidi ambapo Mamelodi waliweza kuingia mpaka fainali mara kadhaa ya klabu bingwa barani Afrika lakini waliweza kuchukua e, ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika wakiwa na kocha huyo Rulani Mokwena. Hivi mabosi wa Simba wameweza kuchukua baada ya kupata taarifa za kudai kwamba kocha huyo hana mahusiano mazuri na viongozi wa timu anayoongoza kwa sasa, ambayo ni MC Alger ya Algeria. Hivyo Simba wakaona uwezekano wa kuweza kupata kocha huyo ni mkubwa zaidi. Kwa kuwa kocha wa kwanza ana uzoefu na soka la Afrika, lakini pili ni kocha ambaye amepata mafanikio makubwa akiwa na Mamelodi Sundowns, ila kwa sasa kutokana na mahusiano ambayo sio mazuri na viongozi wa MC Aruja, wameelezwa kwamba mahusiano yao sio mazuri kutokana na mechi kadhaa kuweza kufungwa, yani kupoteza mechi kadhaa katika michezo wanayocheza.